Hamjambo wa wanafunzi, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Leo nataka tujifunze kuhusu ako, enu. Ako, enu. Hayo ndiyo maneno yetu mawili leo ambayo sitaki usahau. Sijui kama unakumbuka tulipojifunza angu, etu. So these are pronouns, possessive pronouns. A pronoun is a word that replaces a noun. This pen belongs to Mercy. It is hers. Hers is a possessive pronoun. Possessive because it shows who it belongs to. Possessive pronouns ndio tunaita vimilikishi. Tunaviita nini? Vimilikishi. Haya basi, wacha tuandike ili usisahau haya maneno yote. Kwa hivyo tuna vimilikishi na vimilikishi, tuandika hapa vimilikishi vimilikishi are possessive pronouns. Kikiwa kimoja tunakiita kimilikishi, vikiwa vingi tunaviita vimilikishi possessive pronouns. sawa sawa. Haya, kwa hivyo tulisoma kuhusu angu, etu hapo awali. Angu is mine. When we are many, ours. This is mine. Mine we many, this these are Hours. Angu hii ni yangu, hizi ni zetu, tukiwa wawili. Sasa tunatoka kwa mine and hours, tunaenda kwa yours. Sasa huyu ambaye ako kando yetu, nafsi ya pili. Nafsi ya kwanza ni mimi sisi, this is mine, sisi ours. Sasa nafsi ya pili ni wewe, si mnakumbuka, tukisoma nafsi wewe, u, nyinyi? so the second person na ndio tunasema yako. Kwa hivyo nataka uone kama tuna rafiki mwingine hapa, unamuona hapa, tuna rafiki mwingine na tunasema yako. Kalamu hii ni yako, kalamu hizi ni zenu. Kwa hivyo ni ako enu, ako enu, ako enu, sawa sawa. Na sasa kwa sababu staki uchanganyikiwe leo, nataka tuanze na viumbe ambao wana uhai can walk, swim, or fly. Kitu ambacho kinaweza fanya nini? Tembea. Unajua mtu ambaye anaweza tembea? Aha. Anaweza fanya nini? Ogelea. Ogelea is to swim. Wacha tuandike hapa ili tusisahau, anaweza tembea, anaweza ogelea, ogelea na au anaweza pepea Pepea is is to fly. Ogelea is to swim. Sijui kama kalamu hii yangu itaandika hapa. Pepea is to fly. Ogelea is to swim. Tembea is to walk. Umeelewa? Sasa hivyo vitu vitatu ndio kwanza tunazingatia leo, kisha kesho nitawaonyesha tutaangalia nini. Sawa sawa, na sasa nataka tuanze na kitu chochote ambacho kinaweza tembea for this katika umoja unajua ako ni umoja. Kwa hivyo tukiwa hapa tutasema tuna umoja cha, tuandike vizuri. Tuna umoja na tuna wingi, na umoja na tuna wingi, sawa sawa. Kwa hivyo hapa ni umoja, hapa ni wingi. Na sina rula leo, lakini nitakuja na rula ili kazi yetu iwe safi, si ndio? Haya basi, sasa tuna umoja na tuna wingi. Kwa hivyo katika umoja na wingi tunapelekana kufikia hapo. Katika umoja na wingi, umoja ndio tuna ako, ako hapa, ako, kisha wingi tuna enu. Ako enu, ako enu. Na sasa jambo linalofurahisha ni kuwa viumbe ambao wana uhai tunatumia sauti wu, w, sauti wu kwa hivyo ukiona hapa, ni kumaanisha hiki kimilikishi kinahitaji kiambishi hapa. Kwa hivyo kiambishi chetu for anything that has life is, katika umoja, umoja is singular, w hapa juu na katika wingi the w stays as w. kwa hivyo tutasema wako wenu, wako wenu. Haya, sasa tukianza na tuanze na nomino. Nipe nomino ya kitu ambacho kinaweza tembea, ogelea pepea. just think of a noun. Anything that can walk, swim or fly. Walk. Tuseme nani? Paka, paka can walk. Kwa hiyo hapa tutakuja, tuseme paka, paka wako. Yes, paka wako wakiwa wengi tutasema paka wenu. Ako, enu. But now the trick, we use W. Aha. Paka wako, paka wenu. Haya. Tuende kwenye kitu ambacho kinaweza ogelea. Anything that can swim. Najua unafikiria samaki. Si ni kweli? Tuandike samaki. Kwa hivyo tutasema samaki wako na hapa wingi tuna samaki wenu. Mm -hmm. Samaki wako, samaki wenu. Na tukimalizia, <coughs> samahani, twende kwenye kitu ambacho kinaweza pepea. Pepea is to fly. Fly. Uh-uh-uh. And fly. Kipepeo, kipepeo is a butterfly. Kwa hivyo tutakuja hapa tuseme Ki pe -peo. Kipepeo wako wakiwa wengi ni vipepeo. Kwa hivyo tutasema vipepeo wenu. Hapo hapo ena bonus one, twende kwa mtu ambaye anaweza tembea. Mimi ni nani? Mwalimu. Kwa hivyo tutasema mwalimu wako. Mwalimu sasa akibadilika katika wingi anakuwa walimu sasa wameongezeka, tunasema walimu wenu. Aha, ako, enu. Unaona vile ni rahisi. Sasa leo tumeanza na viumbe ambao wana uhai, wanaweza tembea, ogelea ama pepea. Natumai umeelewa, na tunatumia wu, kwa hivyo inakuwa paka wako, paka wenu, samaki wako, samaki wenu kipepeo wako, vipepeo wenu. Mwalimu wako, walimu wenu. Usisahau ako enu, ako enu, sawa sawa. Na nitawaona somo lifuatalo, bado kwenye ako enu, lakini natumia nomino zingine. Asanteni kwa kushiriki na Bimasi leo. Kwa heri ya kuonana.